Karibu Kadesha Bakery na leo ni siku nyingine katika mwendelezo wa vipindi vyetu ya mafunzo yanayohusu baking and confectionery. Uh, video iliyopita tuliweza kuzungumzia mambo mawili muhimu kwa yule ambaye anahitaji kuingia kwenye hii field, na jambo la kwanza tulisema lazima utambue vifaa muhimu ambavyo vitakusaidia kuweza kufanikiwa kwenye hii field. Lakini jambo la pili ambalo tulizungumzia ni namna ya kupata elimu sahihi ya kile ambacho unakusudia kwenda kukizalisha. Sasa leo tunaenda kuanza unit ya kwanza ambayo tutaenda kuangalia basic ingredients, kwa maana ya viambata muhimu hasa kwenye tasnia hii ya baking confectionery. Sasa basi kabla tujaenda kuziangalia hivyo viambata, basi ni vizuri sana tukatambua umuhimu wa hivi viambata. Hapa nimekuandalia faida tano za viambata ambavyo ni muhimu sana ukazitambua na faida hizo. Za kwanza kabisa, tunasema faida ya matumizi mazuri ya hivi viambata vitakusaidia kupunguza gharama kwenye uzalishaji wako. Kwa maana ile bidhaa ambayo unaenda kuizalisha, ukienda vibaya, unazikuta unatumia gharama nyingi, na mwisho wa siku ukija kwenye kufanya mahesabu utajikuta umepata hasara, wakati ulikuwa na uwezo wa kupata faida. Kwa hiyo ni vizuri ukatambua faida ya matumizi sahihi ya viambata kwenye kila aina ya bidhaa ambayo unakusudia kwenda kuizalisha. Lakini faida ya pili ya matumizi sahihi ya viambata hivi ambavyo kwa lugha ya wenzetu wanaita ingredients ni kwamba vinasaidia kuhakikisha unaenda kupata uh, ile volume sahihi ya bidhaa ambayo unaenda kuizalisha. Kwa maana usipofanya hivyo kwa usahihi, basi unaweza kujikuta ukapata ambayo isikupe faida sana kwenye biashara ambayo unataka kuifanya. Hiyo ni faida ya pili. Lakini faida ya tatu ni tunazungumzia habari ya texture ya hiyo product. Texture ya hiyo product. Hapo tunaposema texture kwa mfano, unazalisha maandazi. Sasa ukiangalia, maandazi yapo maandazi ambayo ukiyakuta sokoni, unaweza ukayaona kabisa yana, yana ngozi ambayo sio nzuri, haivutii kwa mteja. Sasa ili uweze kupata ngozi nzuri ambayo mteja akiona sasa, wow, hii bidhaa ni nzuri kwa kuiona, kwahiyo uta, utaweza kufanikiwa hilo endapo utajua namna ya matumizi sahihi ya ingredients au viambata kwenye hiyo bidhaa ambayo unaizalisha. Hiyo faida hiyo tunasema ni inaenda ku. Lakini faida nyingine ni kala rangi. Kwahiyo vitu vyote hivyo unatakiwa ujue kwamba ingredients unazozitumia zina mchango mkubwa kwenye rangi ya product yako ambayo unaizalisha, lakini mwisho ni tunazungumzia habari ya flavor. Hapa tunazungumzia flavor test au ladha ya ile bidhaa ambayo unaizalisha. Haya mambo matano muhimu ni vizuri ukayajua, na ukiyatambua haya basi utakuwa makini kwenye matumizi ya ingredients kwenye bidhaa ambayo unaenda kuizalisha. Sasa basi kila ingredient ina makusudi ya kutumika kwenye bidhaa ambayo unaenda kuizalisha. Kwa hiyo ni muhimu sana ukawa na elimu ya kutosha ya mambo mawili, namna ya kuchanganya mix and combine those these ingredients ili uweze kupata uh, product ambayo itakubalika sokoni. Sasa basi, hapa nimekuletea listi ya, nimekuletea list ya Uh, ingredients ambazo ni common sana kwenye baking and confectionaries. Ingredients namba moja ambayo ni muhimu sana ni flour. Hapa tunazungumzia unga wa ngano au unga mwingine ambao utachanganya na unga wa ngano kwa ajili ya kupata product ambayo wewe umefikiria kuizalisha. Lakini, ingredients namba mbili ni sukari. Sukari nayo ni muhimu sana ambapo ina mchango mkubwa kwenye kupata product ambayo inaweza kukubalika sokoni. Lakini, ingredients namba tatu tunaita shortening. Shortening agent, so these are the main ingredients ambazo ni muhimu sana uzitambue ambazo zitakusaidia kupata product nzuri. Na, tunaposema shortening agent hizi, um, mfano tuna matumizi ya margarine au prestige. Uh, wengine wanapenda kutumia ile za cooking fat au mafuta ya kawaida au mayai. Sasa hizi zote tunaziita ni shortening agent ambazo ni ingredients muhimu kwenye uzalishaji wa hizi baking lakini ingredients nyingine ambayo ni muhimu hapa tunaita leavening agent hizi. So, ni, ni, ni aina ya ingredients ambazo zina mchango mkubwa wa kuhakikisha bidhaa yako ina inakuwa na uwezo wa kuzalisha kiwango kikubwa cha gesi ambayo itafanya bidhaa yako iwe na testi nzuri na, na, na mwonekano mzuri na itakupa itakupa texture nzuri na vitu kama hivyo. Mfano wa hizi leavening agent hapa tunazungumzia habari ya baking soda au baking powder. Kwa hiyo vyote tunalipo kwenye kundi la leavening agent. Lakini kingine hapa ni mayai. Kwa hiyo mayai nayo ni, ni, ni ipo kwenye list ya ingredients muhimu ambazo zinatumika sana kwenye masuala ya baking and confectionery na, mwisho ni chumvi, na, kumalizia hapo na maziwa. Sasa hizi zote ni ingredients muhimu ambazo unapaswa uzi, uzifahamu hasa unapoingia kwenye hii field ya baking and confectionery. Sasa hizi hizi ingredients zote hizi ni zipo nyingi, lakini tumeweza kuzi, kuzi group katika makundi yasiyopungua sita. Kundi la kwanza tunaita ni structure builders. Structure builders, sasa ingredients zote ambazo zinafanya kazi ya ku build structure of your product Hizi ya mfano ni ni flour, unga wa ngano, tuna mayai lakini tuna maziwa. Kwa hiyo ukichukua unga wa ngano, ukachukua mayai, ukachukua maziwa kwa pamoja, hizi tunaziita kama ni building structure. Kwa maana zinakusaidia kuhakikisha unapata structure nzuri ya bidhaa ambayo unaenda kuizalisha. Lakini kundi la pili hapa tunaziita tenderizer. Tenderizer hizi zina saidia sana kwenye kuhakikisha bidhaa yako inakuwa ni soft sana na kuwa laini maana, uh, ikiwa laini basi watu wanapenda kutumia bidhaa za namna hiyo. Kwa mfano maandazi yanakuwa ni laini, keki inakuwa ni very soft, watu wana wanaifurahia. Kwa hiyo hizo zote ni za tenderizer. Mfano hapa tuna fat eh, tuna fat na fat hapa inawezekana ni mafuta ya kawaida ya kula, au tunatumia margarine au prestige na vitu kama hivyo, lakini vipi tuna, tuna sukari na yeye ipo kwenye kundi la tenderizer, lakini kuna baking powder au baking soda, ipo kwenye kundi la tenderizer. Kwa hivyo hivi vyote tunaziita tenderizer, uh, tenderizer ingredients. Lakini kundi la tatu ni moistener. Moistener. Moistener hizi zina kazi ya ku provide moisture na kuhakikisha unakuwa na quality kwa nzuri ya product ambayo unaizalisha una, una, una sasa hapa hizi moisture tuna maziwa, tuna maji, tuna mayai lakini tuna syrup mbalimbali. Kundi la tatu ni dryer. Mhm, utashangaa hapo kuna dryer. Sasa dryer hizi kazi yake kubwa ni ku absorb, absorb na ku retain moisture ya product ambayo unaenda kuizalisha. Mfano hapa tuna milk solid. Tutakuja kufundishana mbele kwamba milk solid ni, ni kitu gani na mifano tutaonyeshana ambazo na na zinauzwa hizi kwa ajili ya matumizi ya bakeries. Lakini ya mwisho tuna flavor. Flavor hizi ni, ni kazi yake ni kuhakikisha inaleta ladha kwenye product ambayo unaizalisha na hapa tunazo flavor nyingi, kwa mfano tuna cocoa, tuna, tuna chocolate, tuna vanilla, tuna eggs, tuna butter, and lots of flavors zipo nyingi sana. Ambazo zinatumika kwenye masuala mazima ya baking and confectionery. Basi endelea kunifuatilia kupitia chaneli hii ili uweze kujifunza mambo mengi kuhusu baking and confectionery. Lakini wakati huo nikukumbushe kwamba tunazo kozi maalum za kufundisha masuala yote ya baking and confectionery, ambazo kozi hizi zinatolewa kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni online, kupitia WhatsApp group. Lakini njia ya pili ni kwa wewe kufika kwenye kiwanda chetu na hapo tutakufundisha, utaondoka ukiwa umeelewa kabisa kabisa, kabisa. Kwa hiyo nipende kukaribisha, lakini kabla sijaondoka, basi nikuombe uweze kusubscribe wa kubofya alama ya kengele ili uweze kusupport kipindi hiki, lakini wakati huo uweze kupata mfululizo wa vipindi ambavyo tumekuwa tukivitoa kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu mbalimbali, hasa walio na hamu ya kuingia kwenye field hii ya baking and confectionery. Asante, nikukaribisha kwenye kipindi kijacho, basi nikuage bye bye.